Iwe familia na kanisa lakini pia mavuno eh, mwaka 2027 Septemba. Sio hilo tu, lakini kila mmoja ataingia kuwajibika. Na hiyo one voice imekusudia kulikusanya kanisa kwa moja, imekusudia usomaji wa Biblia imekusudia kuvuna watu wengi kuja kwa Kristo, na hivyo vyombo vyote tulivyo navyo vinapaswa kuwa chini ya uongozi wa Kristo. Yeye aongoze kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, vyombo vyetu vitumikeje? Na kila mshiriki aombe uweza wa Roho Mtakatifu ili kumsaidia